Meli ya mizigo MV Solong imegongana na tanki la mafuta MV Stena Immaculate katika Bahari ya Kaskazini, nje ya pwani ya East Yorkshire, na kusababisha mlipuko mkubwa pamoja na moto kwenye vyombo vyote viwili. Taarifa za awali zinaeleza kuwa watu 33 wamejeruhiwa katika ajali hiyo, huku 32 kati ya hao wakiwa wameokolewa na kupelekwa katika Hospitali ya Princess Diana huko Grimsby kwa matibabu zaidi. Hata hivyo, mshiriki mmoja wa wahudumu wa meli bado hajapatikana na juhudi za uokoaji zinaendelea. Chanzo cha ajali hiyo bado hakijathibitishwa rasmi, lakini ripoti za awali zinaonyesha kwamba huenda ukungu mzito wa hali ya uelekeo hafifu vilichangia mgongano huo, licha ya meli zote mbili kuwa na vifaa vya kisasa vya urambazaji uchunguzi rasmi umeanzishwa ili kubaini chanzo halisi cha ajali hii, huku mamlaka za baharini zikihimiza tahadhari zaidi kwa vyombo vya usafiri wa baharini katika eneo hilo. Hii ni Wanawake Media, kimbelio la wanawake.